Masangura, karibu kwa chaneli yetu. Asante sana. Bila shaka wewe ni kamanda mpya wa FIB kutoka taifa la Tanzania, au sio? Naam, mimi naitwa Brigedia Jenerali Alexander Masangura ndio kamanda wa vikosi vya FIB ambaye e, nimeingia ndani ya wiki mbili zilizopita. E, kwa hiyo nimejiunga na MONUSCO e, bendera ya Tanzania kama kamanda wa vikosi vya FIB asante na karibu sana. Asante sana bila shaka hapa tunapatikana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mashariki mwake aswa, maeneo ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini, tungependa kujua kutoka kwako, aswa watazamaji wanaotufuata muda kama huu watarajie nini kwa kamanda mpya wa FIB kutoka taifa la Tanzania ambao ni shirika mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mimi kama kamanda mpya e, kama ulivyosema, kamanda mpya ni kwamba nguvu mpya e, nimeingia kwenye misheni bado na nguvu mpya, na tuko tayari kutekeleza majukumu yetu kuhakikisha kwamba e, tunalinda raia ambao ndio wameathirika sana baada ya vita vya muda mrefu. Kwa hiyo tuna full commitment ya kuhakikisha kwamba e, tunafanya kazi kwa pamoja ushirikiano kwa vikosi vyote vya MONUSCO pamoja na FIB ambavyo ndio vikosi na viongoza, ili kuhakikisha kwamba tunatekeleza wajibu wetu, lakini kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba tunapambana na waasi na kupunguza e, nguvu zao za kupigana ili waweze kuacha raia waendelee na majukumu yao ya kila siku. Labda tungependa kujua kutoka kwako, majukumu ni mengi na changamoto ni nyingi, mashariki mwa nchi unatarajia uh, nini ikifanyike ili labda mufikie malengo ya kuhakikisha kwamba mnalinda raia na mali yake? E, swala la ulinzi wa raia haliwezi kuwa la wanajeshi au askari peke yake wao kwa kutumia mtutu wa bunduki, lakini ni ushirikiano E, wa watu wote kwa maana ya raia na wanajeshi kwa pamoja kufanya ushirikiano kuhakikisha kwamba tunawalinda raia. E, zipo changamoto kadha wa kadha e, ambazo mojawapo kubwa ni eneo ni kubwa, wanajeshi ni wachache, lakini pia kubwa zaidi ni kwamba e, hali ya barabara e, inatu, inatupa ugumu ku kuingia kwenye baadhi ya maeneo ambayo tunaweza kufika kwa ajili ya kuwalinda raia, lakini bado tumekuwa tukitumia miguu kuhakikisha kwamba tunaingia ndani huko kumsaka adui na kuhakikisha kwamba uh, tunampunguza nguvu na kuhakikisha kwamba raia wanaendelea na majukumu yao kama kawaida. Lakini lingine kubwa zaidi ni kwa wanahabari kuhakikisha kwamba eh, kile ambacho tunakifanya mnakifikisha kwa wananchi. E, tumekuwa tukifanya majukumu mengi, e, kazi nyingi, kazi kubwa, lakini haiwafikii wananchi. E, ndio maana unaona wananchi wanatuona kama hatufanyi kazi vizuri, lakini kwa kushirikiana nyie pia waandishi na wanahabari mbalimbali muweze mbali, kufikisha taarifa za kile ambacho tunakifanya, e, ili wananchi wajue kwamba tuko hapa kwa ajili ya kuwalinda wao na kuhakikisha kwamba usalama unarejea na amani inarejea ndani ya DRC. Labda ujumbe wa mwisho kwa raia, umezungumza kuhusu waandishi habari, wanahabari. Aha. Kuna ujumbe wote unaoelekea raia ambao haswa ndio walengwa ambao majukumu yenu ni kulinda wao na mali yao, ujumbe wa pekee kuwahusu wao? E, ujumbe mmoja wa raia ni mmoja tu kwamba e, ninawaomba raia wote ambao wapo kwenye eneo letu la uwajibikaji hushirikiana nasi katika kupeana taarifa, taarifa wakiweza kutupasha habari, taarifa za wapi adui yuko, anafanya nini. E, tukishirikiana hivyo, ni rahisi kwa vikundi vyangu mimi kuweza kwenda eneo ambalo lina hatarishi na kuweza kuchukua hatua za haraka kuwalinda raia. Kwa ushirikiano wa raia ni, ni, ni jambo la msingi sana, haliwezi kuwa sisi wenyewe wanajeshi, lakini pia tukumbuke kwamba raia wenyewe ni wanalijua eneo vizuri, ni eneo lao, wamezaliwa, wamekulia, wameishi hapa. Kwa hiyo ni rahisi kuwajua e, yule adui anatokea wapi. Kwa hiyo tukishirikiana kupeana taarifa e, vikundi vyangu vinaweza vikafanya kazi nzuri zaidi ya kuwalinda raia kwa kuhakikisha kwamba tunapata taarifa tunakwenda kwa wakati na tunarudisha hali ya usalama na amani. Asante sana Kamanda mpya wa FIB katika maeneo ya mashariki wa Kongo, Kuna Nini News imekushukuru kwa muda wako, asante sana <tune>